Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuko mwishoni sana mwa usia wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sayiduna Ali alaihi afdal salatu wassalam, akimwambia ya Ali, la tujami' ahlaka fi awali saati min alleil, usijamiane na mke wako, usimwingilie mke wako katika saa la kwanza la usiku Yani ile magharibi ile mwanzo kabisa wa usiku, usijamiane na mke wako. Fa innahu in kudhiya bainakuma waladun, kwa sababu atakapopatikana mtoto, ikatungwa mimba kwa tendo hilo la mwanzo wa usiku, saa la kwanza la usiku, anasema la ya amanu an yakuna sahira, mtoto huyu anaweza akawa mchawi. muthiran lidunia ala alakhira, anayependa sana dunia anaenda mbio sana katika dunia yake kuliko akhera, akaisahau akhera. Kwa hivyo wakati huu sio wakati wa kutafuta mtoto. Kuwa makini ndugu mwislamu mu mumin juu ya kutafuta mtoto. Anamwambia, ya Ali, ewe Ali, ihfad wasiyati hadhihi kama hafadhtuha an akhi Jibrail alaihi salam. Ewe Ali, hifadhi usia wangu Ushike usia wangu huu vizuri, kama ambavyo nimeushika usia huu na kuuhifadhi kutoka kwa ndugu yangu Jibrail. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.